Karibu tena tuendelea kufahamishana yale ambayo yameendelea kutrendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Eh, bwana, tukio kubwa ambalo liliweza kutrendi hmm, ni kuhusiana na uh, tukio hili la Fahyma pamoja na uh, Paula ambao jana waliweza eh, kutupiana maneno tena hmm, yaani ugomvi wao. E, umerudi tena mwanzo na hii ni baada ya chokochoko -choko za Fahyma kuweza kumchokonoa e, mama Amara ambaye ni Paula siku ya jana. Jana, tukio hilo ambalo liliweza kutini ni bana Fahyma kuweza kuonekana akiwa pamoja na mtoto wake huyo Jidevani wakiwa wametoka auti na kuwepo huko Zanzibari kwenda kurabata kuweza kulipia kila kitu, kama unavyoona hapa. Fahyma akiwa ameongozana na mtoto wake huyu ambaye ni wapembeni. Je, Rayvanny yeye mwenyewe pia akiwa ameweza uh, kwenda huko Zanzibari, na hiyo yote ni gharama ambazo Rayvanny anazitoa kwa ajili ya kuweza kuionyesha familia yake upendo mkubwa. Sasa katika caption ambayo Fahyma aliweza kuposti picha hii akiwa pamoja na mtoto wake huyo Jidivani, aliweza kuandika ujumbe huo unasema kwamba uh, sisi tuna enjoi maisha yetu, hatuna uh, buguzi na mtu yoyote na sio shida zetu. Wanajifanya wana watoto, na wakati hawajui hata kuwalea hawa watoto. Hayo ni maneno kuntu ambayo Fahyma aliweza kuiandika katika caption ya posti ambayo aliweza kuiposti huko Instagramu na kuweza eh, kuwa pamoja na mtoto wake huyo Jerivani walipokuwa huko Zanzibari, kuweza kumtumia salamu Paula kwamba yeye amekuza mtoto wake, ni mkubwa tena ni wa kiume, dume la mbegu, eh, huku akimpiga madongo Paula kwamba ajui kulea. Mm, hajui kumkea mtoto wake huyu Amara. Alikimbilia kuzaa tu, lakini bado sio mama bora. Hayo ni maneno ya Fahyma siku ya jana, baada ya kuweza eh, kuandika hiyo kapsheni katika ujumbe ambao aliweza kuposti huko katika mtandao wa Instagram, akiwa anampiga jembe mama Amara ambaye ni Paula, kuweza eh, kudai kwamba Paula bado hajamaliza usichana wake, japokuwa eh, amekimbilia kuzaa. Mm, hajui kumlea mtoto wake huyo Amala, hampi mapenzi e, kama inavyotakiwa, jinsi anavyofanya yeye kwa mtoto wake huyo Jdevani ambaye amezaa pamoja na mzazi mwenzake huyo Revani. Mm, naikumbuka kwamba Revani alishawahi kuwa kimahusiano e, na Paula enzi za nyuma. Mm, na walitarajia kuweza kuwa pamoja lakini baadaye ilishindikana, baada tu ya Rivani kuamua kurudi kwa mzazi mwenzake huyo Fahyma na kuanza maisha mapya. Na Rivani alidai kwamba Paula pamoja na mama wake huyo Kajala walikuwa wakimchuna sana pesa e, walikuwa wakimtumia kama ATM, kitu ambacho kilifanya Rivani amue kumove on na kuachana na Paula na kuamua kuweza kurudi kwa mzazi mwenzake huyo ambaye ni Fahyma. Sasa Fahyma, jana ameweza kuambatanisha picha hiyo akiwa anamtupia vijembe Paula, kuweza eh, kudai kwamba Paula kwa sasa anapata sana tabu, kwa sababu alikimbilia kuzaa na kwanza hajui hata kumlea mtoto eh, yeye ndio kwanza anaendelea kunawili, anaendelea kunenepa, shavu limemtoka matunzo ambayo anayapata kutoka kwa mzazi mwenzake huyo. Eh, babaji Devani ambaye ni Revani, hayana kipimo, hayana kikomo eh, anainjoi maisha mazuri saramu eh, hizo ambazo alizitoa eh, kwa Paula kuweza kumwonyesha kwamba kwa sasa anainjoi sana, maisha yake ni mazuri. mm, Revani amekuwa akiwatoa auti mara kwa mara. Hayo ni majibu ya Fahyma kuweza kumjibu Paula kumwonyesha kwamba amenenepa Aminawili, eh, ana rangi asiri na sio Paula, ambaye amekuwa akijikoboa wa uso wake kuweza, eh, kujitakatisha kutaka kuwa mweupe na wakati Paula sio mweupe, ni mweusi eh, jambo hili ambalo jana liliweza kuteni na kuleta mizozo katika mitandao ya kijamii, wawili hawa kuweza kujibizana vikali katika mitandao ya kijamii, na hii ni baada tu ya Paula na yeye kuamua kuweza kuposti picha ambayo ilimwonyesha akiwa pamoja na mtoto wake huyo, eh, Amara huku wakiwa katika gandinga ya Mario wakiwa pia wanaringa na kutamba, na huku kumuonyesha Fahyma kwamba ye pia anapata matunzo kutoka kwa mumewe huyo Mario, na kuweza kuonyesha jinsi gani mtoto wake Amara alivyokuwa mnene, e, shavu limemtoka e, huku akiwa pamoja na mamake huyo Paula. Jambo hili ambalo jana lilitendi baada ya Paula kuweza kumjibu Fahyma Fahyma kwa kishindo baada ya Fahyma kudai kwamba Paula amekuwa kijikoboa kutaka kuwa mweupe na wakati hana asili ya weupe e, Paula ni mweusi, na kuweza kumwambia kwamba hana malezi bora kwa mtoto huyo Amara. Alikimbilia kuzaa, ni bora angesubiri kwanza ajifunze nini maana ya kuwa mama e, bana. Asante sana, haya ni wachache ambayo tumeweza kujuza hapa Bongo Mpya Tv kuhusiana na tukio la jana kati ya Paula pamoja na Faima, chokochoko ambazo ziliweza kuibuka Faima kuweza kumchokonoa Paula, kuweza kutafuta ugomvi na jana, akawa ameweza kujibizana tena na kuweza kurushiana maneno makali. Bwana, asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto.